barabara hii ni matunda serikali ya Samia Suluhu Hassan, leo kwa wa rais, kwa kume, watu wako wanakupenda sana sana sana sana sana. Karibu karibu karibu, Aro, karibu sana, karibu sana, karibu karibu sana. Aro, tunaomba tunapunga mikono hapa hapa ifika hapa, tunapunga mikono karibu sana karibu sana nijia nijia nijia. Kuna lakini, comrade, kama unavyofahamu kwamba tutakuwa na wewe tarehe kumi na hapa, tunajua kwamba kuna shughuli zinaendelea za wananchi kujitafutia riziki zao, kwa heshima na mapenzi makubwa, na Kilosa wakasema haiwezekani upite tu uende Ifakara hata kama unakuja kotu tarehe kumi ni kukaribishe ndani ya wilaya ya Kilosa. Kwa ujumla, shughuli za serikali zinakwenda vizuri, lakini vile vile Chama cha Mapinduzi wanaendelea kutusimamia vyema, na nikuambie tu katika maeneo moja ya maeneo ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ya maendeleo ya kuimarisha na kushamirisha maendeleo ya Wanakilosa na Morogoro kwa ujumla ni ndani ya wilaya ya Kilosa, ndani ya kipindi kifupi cha uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan zaidi ya bilioni moja zaidi ya milioni mia moja sitini na nane zimemwagika ndani ya wilaya yetu katika kuimarisha nyanja za kimaendeleo kiuchumi, kijamii, pamoja na kisiasa. Itoshe kusema kwamba kwa niaba kwa ya wananchi walioko hapa na siokuako hapa, tunakukaribisha sana ndani ya wilaya ya Kilosa na tunaamini kwamba tarehe kumi tutapata muda ya kutosha wa kuzungumza na wewe na kupokea salamu za sa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilosa, oye Dokta Samia oye! Ngara Dokta Samia Ngara! kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa katika kulinda maslahi ya wakulima katika bonde la Lwembe, kwamba fedha zao kabla tarehe kumi na saba watapata. Haya ni matunda ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kiongozi, hapa shida kubwa ilikuwa ni mradi wa maji ambao kupitia waziri Aweso ambaye ndani ya bajeti yake anayoenda kusoma wiki hii anasema kwamba inaenda kupata suluhu ya kudumu. Tayari tuna mradi mkubwa wa maji ambao unaenda kutatua Kidodi, Ruembe pamoja na hapa Rua. Hali hiyo iko vizuri na mradi huo unaenda kukamilika, lakini tulikuwa na barabara ya vumbi kuelekea kiwanda cha Ilovo. Kiongozi, hivi navyozungumza tumekamilisha lakini kubwa kuliko yote ni habari njema kutoka kwako, ambayo umeniambia kwamba swala la hatma ya eneo la ujenzi wa soko umeimaliza, na una ajenda ya kuambia wananchi wa kata ya Ruaha na bonde la Ruembe kwamba zile bilioni mbili na nusu zipo, lakini umeshamaliza tayari changamoto ya eneo. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni ujenzi. Kwa hiyo kazi ni kwetu. Zamani na nilikuwa naenda sana huku kwa ndugu yangu marehemu John Jon Jon. Kwa hiyo tulikuwa tunaona hapa shida, lakini hivi inahitaji digrii au miwani ya, ya kuonea huone ili daraja kweli? Ili daraja hili mkiangalia, ili daraja moja kwa moja muda ukifika ni kumwangalia sa, Samia Suluhu yuko wapi, mpe kura ya ndio muda utakapofika. Sisi, oye Nataka kuahidi kwamba tutaendelea chama cha mapinduzi kuwa karibu nanyi, na mimi ni waombe, tunaelekea katika uchaguzi, kama mlivyokiamini chama cha mapinduzi katika serikali za mitaa, tunawaomba hivyo hivyo mtuunge mkono, muda utakapofika kuhakikisha kwamba CCM inashinda udiwani, CCM inashinda ubunge, CCM inapata kura za kishindo kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Wangapi wako tayari kushiriki uchaguzi? Okay. Sisimye, niseme nisiseme? Zamani tuliwahi kuonja sumu, uongo kweli? Na waliotuonjesha sumu safari hii wameamua kupumzika, hawatashiriki uchaguzi, sema wameamua kupumzika. Wameamua kupumzika. Nani hao? Chadema wameamua mwendo mserereko tu. me tuhakikishe daftari litakapopita awamu ya pili tunajiandikisha vizuri, na sisi wote tunakwenda kukipa ushindi Chama cha Mapinduzi. Nikushukuru sana mbunge ndugu yetu mnaye, kijana mzuri, mnyenyekevu, ana heshima, haji kwezi, ana chapa kazi. Mimi namfahamu vizuri. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, yeye alikuwa bosi wangu. Sasa na mimi <laughs> ndo nilikuwa nikienda kwake na kuwasilisha bajeti, yeye ndo anayenisimamia. Lakini ni mtu urahimu ni mtu makini, mimi namfahamu. Kwa hiyo haya anayosema anamaanisha, hawezi kuwadanganya, na sisi tutaendelea kumpa ushirikiano. Asanteni sana, wana Ruha. Naitwa Janus Bernard Mfaume, ni katibu wa CCM wilaya ya Kilosa. Ndugu wa Tanzania na wana CCM, kama mnavyoangalia mazingira haya hapa, tupo kata ya Ruaha. Leo tulipata fursa ya wananchi na wana CCM wa kata ya Ruaha kusimama mali hapa daraja letu hili hapa la Ruaha kumpokea katibu wetu wa itikadi, siasa na uenezi wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, ndugu yetu CPA uh, Gabriel Amos Makala. Uh, ndugu Makala amepita katika uh, msafara wake akiwa anaelekea uh, Ifakara, lakini wananchi wa Ruaha kwa mapenzi yao kwa chama cha mapinduzi wamejikusanya mahali mahali hapa na wana CCM kwa ajili ya kumsalimia mwenezi na tayari ameshazungumza na Watanzania hawa, lakini kupitia a, mazingira haya haya pia ni wakaribishe wana Kilosa. Kwa maana mwenezi anayo ratiba ya kufanya ziara katika mkoa wetu wa Morogoro na ziara yake kwa wilaya yetu ya Kilosa, ameanza kuwasalimia Watanzania na wana CCM hapa katika daraja letu hili hapa Ruaha lakini siku ya tarehe kumi ya mwezi wa tano atakuwa katika viwanja vya Kilosa Town shule ya msingi pale, atazungumza na wana Kilosa, atazungumza na wana CCM mambo makubwa na mazuri ambayo amefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassani katika kutekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi. Niwakaribishe sana na CCM waje katika viwanja vile na Watanzania wote wajae wa kutosha. Kutakuwa na burudani la kutosha, tunao wasanii kama kina Dula Makabila, kina Cholo Mwamba e, kina Tundamani watakuwepo pale kwa ajili ya kudumbuiza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Watanzania waje waone vikundi vya sanaa mbalimbali ya kikaguru vitakuwepo pale. Vikundi vya sanaa kutoka kwa makabila la Wamasai watakuwepo pale. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania mjitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja ku, ku, ku, ku kupokea ujumbe maalum kutoka kwa katibu wetu wa neki siasa na uenezi ndugu yetu Amos Gabriel Makalla. Lakini sana nitoe shukrani zangu za dhati kwa wanaruaha kwa heshima kubwa ambao umempatia mgeni wetu ya kumsalimia katika viwanja hivi katika maeneo haya ya daraja letu la kimkakati kabisa uliojengwa kwa fedha ambazo zimetolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye yeah!